Unajua ni nini hutokea unapoanza biashara bila kujua jinsi ya kupata wateja? Kupoteza mtaji, kukata tamaa na ndoto kuvunjika. Ni mara nyingi umekuwa ukisikia wafanyabiashara wakiwa wanaumia na kulalamika juu ya fedha zao kupotea, anasema nimeinvesti pesa nyingi sana kwenye hii biashara lakini hakuna fedha yoyote inayorudi. Mara nyingi tumekuwa tukiwaona wafanyabiashara ambao wametutangulia au ambao umekuwa ukiwafahamu huko nyuma wakipata stress na kushindwa sometimes hata kujimudu. Na ndio maana imekuwa kiacha notion kwamba biashara ni ngumu, biashara sio kwa kila mtu. Unajua kwa nini anasema hivyo? Kwa sababu moja tu, ukianza biashara lazima ujifunze namna gani ya kupata wateja. Usipojifunza, wateja hawaji, wateja hawaji kwako kwa sababu una product au na bidhaa. Lazima kwanza ujifunze namna gani ya kuweza kupata wateja. Sasa basi, usiruhusu hii ikukute na wewe. Umeanza biashara yako, lazima ujifunze. So kwa kugundua hilo, nimekuandalia kozi maalum ya kuweza kupata wateja. Kozi hii inaitwa Wateja mia moja wa Kwanza, Mwongozo wa Mwanzo kwa Ukuaji. Kozi hii kwa Kiingereza inaitwa The First Hundred Customers, A Startup Guide to Growth. Hii ni kozi maalum ambayo nimeandaa kwa ajili ya kutibu tatizo la kuweza kupata wateja. Usikae hapo ukashinda kuweza kupata wateja kwenye biashara yako ukaanza kuambulia yale niliyoyasema hapo kwenye biashara yako, wakati una nafasi nzuri ya kuweza kujifunza. Uzuri wa kozi hii ni kwamba utapata video ya masaa zaidi ya mawili na nusu, ikikufundisha vizuri kozi nzima, lakini vilevile vile hii kozi nimeiandika kwenye dokumenti ambayo utaweza kuipitia taratibu taratibu taratibu kuweza kujifunza kwa kina namna gani ya kuweza kuanza na kupata matokeo na wateja kwenye biashara yako. Ni kuambie tu, usipojifunza sahau kuona, usipojifunza sahau kufahamu namna gani ya kufanya hivi. Vitu havitokei tu, na ndio maana sio kila mtu anaweza kufanya biashara na like ikawa successful na like kiwezo kutengeneza cash flow kwenye biashara yake sasa basi kozi hii inaizwa elfu tisini na tisa lakini hapa nitaiuza shilingi elfu arobaini na tisa tu. Comment neno link, nitakutumia dm kwako link moja kwa moja, ama njo dm nitumie neno link, nitakutumia link moja kwa moja ya kuweza kuakses kozi hiyo. Usipoweza kununua kozi hii, sahau kuweza kupata wateja kwenye biashara yako, na usipopata wateja tegemea kupata stress na kulalamika investment unaoifanya kwenye biashara yako haina matokeo, kwa sababu njia pekee ya kujifariji usipopata matokeo ni kulaumu, na hiyo ndio kitu utakachokuwa unaweza